Je, yeah, unatambua kuwa Black Mamba ni nyoka hatari zaidi barani Afrika? Ambatana nami Friday Mwangomale, nikujuze zaidi. Black Mamba ni miongoni mwa nyoka wanaotisha zaidi barani Afrika kutokana na mchanganyiko wa urefu mkubwa, kasi ya ajabu na sumu kali mno inayoweza kuondoa uhai ndani ya muda mfupi. Ingawa jina lake linaashiria rangi nyeusi, mwili wake huwa kati ya kijivu, kahawia au olii, lakini ndani ya mdomo wake kuna rangi nyeusi iliyokolea sana. Hii ndiyo sababu anaitwa Black Mamba. Nyoka huyu ni mrefu kupita wengi, akifikia zaidi ya mita nne na ndiye nyoka mwenye kasi kubwa zaidi duniani, akiruka hadi kilomita 20 hadi 23 kwa saa. Anapendelea maeneo makavu, savana, mapango na sehemu zenye mawe. Hupatikana katika nchi nyingi za Afrika kama Tanzania, Kenya, Zambia, Malawi, Botswana, Zimbabwe, Angola na Afrika Kusini. Na hapa nchini Tanzania, utafiti wa mara kwa mara unaonyesha Black Mamba hupatikana kwa uhakika zaidi katika mkoa wa Tabora ambako kuna savanna pana, misitu ya miombo na mashimo ya asili yanayofaa kuwa maficho yake. Uhatari wa Black Mamba unaotokana na sumu yake kali aina ya neurotoksini inayoshambulia mfumo wa fahamu na kusababisha kupooza kwa misuli, kushindwa kupumua na hatimaye kifo ndani ya dakika 30 hadi 60 bila matibabu ya dharura. Mbaya zaidi, anapochochewa au asione njia ya kutoroka nyoka huyu hushambulia kwa ghadhabu, akiweza kuuma mara nyingi mfululizo na kutoa kiwango kikubwa cha sumu katika kila kuuma. Kabla ya kushambulia, Black Mamba kuinua mwili wake hadi zaidi ya mita moja, kufungua mdomo na kuonyesha rangi nyeusi ya kutisha huku akitoa mlio mkali wa hissing, yani ishara ya wazi, jihadhari na kuona. Kwa kawaida, Black Mamba hutembea mchana akiwinda panya, ndege na wanyama wadogo, na mara nyingi hukaa kwenye eneo moja aliloliamini kuwa salama. Njia pekee salama na unapokutana naye ni kuondoka taratibu bila kumfukuza au kumshambulia. Watu wa design hii ni wachache, yani ni mimi peke yake. Kwa kuwa nyoka huyu ni mwepesi kukasirika kuliko nyoka wengine na ana kasi kubwa sana ya kujihami. Kwa ujumla, Black Mamba ni kiumbe wa ajabu mwenye akili nguvu na sumu isiyokuwa na kifani. Licha ya umuhimu wake katika kupunguza idadi ya panya, nyoka huyu ni miongoni mwa viumbe hatari zaidi barani Afrika. Hivyo kumheshimu na kuchukua tahadhari ni jambo la lazima unapoishi au kupita maeneo anapopatikana. Mwisho nitoe shukrani za dhati kwa wote walioshiriki kuandaa makala hii rangu jina, mimi naitwa Friday Mwangomale kiranja waza